Ni furaha iliyoje kukutana nawe mara tena, mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24. Hii ni TV yako ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya e Demokrasia ya Kongo. Ni muda mzuri wa wewe kuweza kufuata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Nitakuomba uweze kunitegea sikio na kunipa macho mwanzo hadi mwisho. Nasema karibu, mimi ni Safari Almasi tuanzie na huko Kilembwe ambako shirika la raia ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi limelaani vitendo vya unyanyasaji vinavyofanywa na baadhi ya wazalendo kwa raia wasio na hatia katika eneo hilo na kuomba viongozi wao kuingilia kati swala hilo. Uthibitisho ni wa Kiaberi Sumbi Abdul, mratibu wa shirika jipya la raia Ndisi chumvi ya Kongo katika sekta ya Lulenge, ambaye ameonyesha baadhi ya vitendo vya unyanyasaji vinavyofanywa na wazalendo katika eneo hilo, kundi ambacho kinaongozwa na gari kinachoishe Maendombele kili kuja funga mtu mmoja mapanda ya takarama, mtu kwa jina la Kobungo, lakini yeye hayupo anasafiri. Wakati walifika pale, wakamkuta ayupo ka waka ordone kukamata mbuzi mbili na nguruwe, wakaipiga masasi. Hatua hiyo ilitisha sana mbuzi wa kabeba na nguruwe wa kabeba, yatueli tisha sana tisha sana. Hali hiyo kama sisi shirika la raia inaleta huzuni sana sababu mwarumi sima mtu kapiga nguruu kapiga ufuku unaua mtu direct. Vitendo hivyo vitamalizika lini? Mm, gisi tunapata mafasirio. Ule mzee kobongo alikuwa na deni kama ya kijana mmoja kama ni nani kama ni nani sijajue fahamu jina la uyo mtu, wakati ali ule bwana alienda staki kwenye kuwa wazalendo wa gelisi, wakatuma vikosi waje wakamkamate. Sasa wakakuta kubungu hayuko, ndio wanageuza sasa, seme kubungu aliwakimbia, wakaanza kamata hiyo mifugo na kupiga hiyo nguruwe masasi na Gelse mwenyewe nasikia yuko Maindombe. Wazalendo wa wale wa grupe de jeune walitokea Maindombe na yeye mwenyewe nasikia yuko Maindombe haki, ripoti zote zinaenda kwenye kuwa yeye. Unaona watu wa askari wenye kufunzwa na hawa ambao tunao tuwatukani, huko tofauti sana, sababu hata wale watu wakali walikuwa nasema si kila mtu, mtu ashikae silaha nayo ita mwanajeshi. Mwanajeshi ni mtu aliye chini ya kanuni ya, ya raia na anapashwa linda raia na mali yake yote, lakini hawa sasa wanaanza ua mifugo ya raia na mifugo ya raia bonjo, mali yao, haoni kama ni magumu sana kumbali na kuwa hata mtu Mm, Mwenye wako pana ripoti zote ambazo wanazifanya ye mwenyewe anazisikia, na yeye mwenyewe anapewa hizo ripoti. Mwisho huyo ameomba kwa viongozi wa zalendo kubadili wazalendo waliokuweno hilo kwa ajili ya usalama wa raia. Tunajititisha sana komisioni ambayo ilipangwa kutoka huko juu, ngazi za juu, kuja na vunja mabariere, bariere zimoja ziondoshwe, hata Lulenge wafike waondoshe bariere zimoja, na ndio maana kila mara tu kuna malalamika kwa wakuu, viongozi wa groupe de jeune n pcc autodefense mtu mmoja kama anaonekana seme atumiki vizuri ni lazima agombolewe, apeleka fasi zingine ungine, aje pingine anaweza akanyorosha eneo. Kwa sababu hiyo hali ni hali ya kutisha sana, na ni hali ambayo raia wanaogopa sana, wanaogopa sana, wanatishwa sana, wanapigwa sana. Hali hizo sio nzuri kabisa, jeshi la taifa alipo ndani ya sekta yote ya Lulenge ndani ya sekta yote ya Lulenge, esi la serikali alipo kabisa, tuko su dependance ya wazalendo tu, na wazalendo wanatofautiana. Kuna wazalendo wa CNPCC wenye kuongozwa na mzee William ya Kutumba, au wananyoka wako ndani ya groupment ya Wasombo, au wananyoka kabisa, wakikufunga kuwe sababu hawezi wakakunyanyasi, hawezi kufanya kingine, lakini hawa wengine wenye kuwa ndani ya hizi zingine groupment autodefense banani baaao ba, groupe de jeunes, surtout wa groupe de jeunes wanongozwa na Galize ah, ah, vurugo zao ziko nyingi sana, vurugo zao zinapita mipaka, zinapita mipaka zina kabisa Wasikari walikuwa wafuata mambo yao ile wasiraha na wengine na mingineo ili kuwahusu, lakini hawa ah, wanapita mipaka huko Baraka. Ni kwamba muungano waandishi wa habari tarafanifizi na muji wa Baraka Reshfi umetangaza rasmi kuunga mkono kampeni ya vreu foima ukweli au hapana inayoendeshwa na shirika la Benevolencia kubiria vyombo vya habari upande wa mashariki mwa DRC. Uhakikisho ni wake bwana Jonas Seba Mkiabela, mratibu wa Reshfi ba..., mratibu wa Reshfi tarafanifizi na muji wa Baraka ambaye ameonyesh sababu zilizopelekea kama zilizopelekea wao kama Rejefi kuunga mkono kampeni hiyo ya ukweli au uongo. Sisi kama vile muungano wa wapasha habari katika mji wa Baraka na tarafa la Fizi, kwa kifupi Rejefi, tutangaza rasmi kuunga mkono kampeni vr yaani kweli au hapana ya shirika la benevolence ya Grand Lac, ambalo wameanzisha hapa mashariki mwa Kongo. Shabaha mbili muhimu ambazo zimetuma sisi rejifiku tuunge mkono kampeni hiyo ni kwamba, kwanza, imekuja wakati mwafaka, ambapo maeneo ambayo tunatumikia kazi, tarafa la Fizi na mji wa Baraka, inakumbwa na misukosuko ya machafuko ya hali ya vita, usalama mdogo, na watu wanakwenda kwenye mitandao kuchochea uchuki, ujumbe wa chuki na kuleta habari ambazo hazina msingi wowote na zinapotosha raia, zinapotosha watu wengi. Ndiyo maana kampeni hii ya v4 ndio au hapana inaomba tuifanyie kazi, tunaiunga mkono, tunaisapoti mia kwa mia na tuko nyuma ya la Belvolencia Grand Lac kuleta na sisi mchango wetu, ili kwamba watu watoke katika hali hiyo ya kuwa mabingwa wa kusambaza habari za chuki na za uongo kwenye mitandao. Habari hizo zinachangia kwa kiasi kubwa sana kuharibu uhusiano katikati ya watu na kutokufanya amani iendelee mbele. Na shabaha ya pili ambayo imetuma sisi tuunge mkono kampeni hii ya 4 ya Benevolencia ni kwamba imekuja pia wakati mzuri ambapo sisi kwa niaba ya regie kungambo yetu na sisi tumeanzisha hiyo kampeni ambayo inaitwa tujenge amani, batissons la paix, tujenge amani, sababu amani ni sawa vile mradi mkubwa ambao mtu anataka kujenga nyumba, huwa anaangaa vitu vingi tangu chini hadi juu. Kwa hiyo nyumba yote kama vile uyoga tu, hapana. Ni vyema kae chini, tuhamasishe watu kupitia vyombo vyetu vya habari namna wataweza kujenga amani na kuidumisha, ili kuokoa uhusiano bora katikati ya watu ambao wanasuasua na kulegalega wakati huu katika maeneo mengi ya tarafa la Fizi na mji wa Baraka. Naita wapasha habari, naita vyombo vya habari, mamedia zetu, maradio tradisionel, mamedia enligne, matv enligne ambao wanatufuata ambao tunatumika nao kwa niaba ya regf kujihusisha kujiaproprie kampeni kampeni ya ya benevolencia vreu fo kuikamata kama vile yao sababu vyombo vyetu vya habari lazima vitende kazi wakati huu kuhamasisha watu kuishi kwa amani na kwa ushirikiano bora. Kwetu rejifitu tunafurahia, naamini kwamba tutafanya kazi, tutakuwa na vipindi na sisi maalum katika mpango wa batisola petu jenge amani ambao utahusika kuhamasisha watu vile tunaweza ongea sisi kwa sisi hata kwenye media, hata kwenye vipindi mbalimbali kwa masport edukatif, na tuokoe usalama mdogo, tuokoe ushirikiano ambao bila huo hatuwezi kufikia amani na huko Ruchuru ni kwamba walimu wa shule za primari na sekondari za serikali katika jimbo ndogo la kielimu la Ruchuru apili, wa pili wamesema kuwa watorudi mashuleni wakati wa kufungua shule mwezi wa tisa endapo hawatolipwa wa mishahara yao ya miezi misita na serikali ya DRC. Akizungumza na TV yako bwana Samuel Mwindiki, mwandishi wa muungano wa walimu wa Kongo Tawila Ruchuru, amesema wa kuwa walimu wanapitia hali ngumu ya maisha, hasa wakati huu ambao nchi iko katika hali ya misukosuko. Samuel Mwindiki anaeleza afuatao kwenye TV yako. Hii muda ya mafungo ikiisha, kama hawatulipe hatutafika shuleni, hasa hao walimu ambao wananifata, kwa sasa wabaki nyumbani kama hawakupewa mishahara yao tunawalilia ya kwamba wafatilie pesa zetu mahali walipozituma, wawasurutishe wale ambao wanakuwa na hizo pesa watulipe. Na tumepoteza kinaganaga kofiasa na wale watu hawatumainie tena, tumaini tumaini imefika kwa sifuri. Tunaomba watutafutie nyingine bank ambayo itaendelea kutulipa kwa wale watu watulipe miezi tano, kwani wale wengine wakitaka kutulipa kama hawa hawajamaliza, hatutaenda tu shuleni, kwani hizo pesa ziko katika mikono yao. Wamalize kutulipa na sasa, wawabadilishe watupatie yengine benki ambayo itatulipa, kwani kuenda wao watakuwa wazuri kuliko wale ambao tumalizie tu na huko Goma ambako shirika la raia jumboni Kivu ya Kaskazini limeomba kwa serikali kuu ya Kinshasa kukaa chini na kutafuta suluhu kuhusu mzozo unaendelea, ambao unazidi kuathiri maisha ya raia wa eneo hilo, ambao wanapitia wakati mgumu, hasa ukosefu wa usalama. Bwana Jean Pascal Mugara, mratibu wa shirika la raia katika eneo hilo, amesema kuwa mzozo huo una madhara mengi kwa raia na hivyo ni vyema gavamenti kutafuta suluhu mwafaka ili raia wa eneo hilo waishi na usalama.

Tuliweza kusema tunaomba wakubwa wa nchi waweze kuona malalamiko ya raia ili waweze kuitika waikale pamoja, watatue maneno ya maendeleo na pia wangalie namna gani kupitia hiyo mazungumzo itaweza kutuma kazi zinarudie tena ala normal setadire banki zitafungula, aeropor itafungula milango pour que solicie patikane kwetu ku nivo interne setadire wakuwa wetu wa nchi ikuwe wa guvernema central ikuwe wakubwa wetu wa inventa wenye tunaishi nao naweza kuexprime kujina ya raia yenye napatikana katika magumu mbalimbali, ili tuweze kuangalia kama kupitia hiyo dialogue tutaweza kupata amani, vita hii malizike ngambo zote, na natwikale pamoya na tuishi pamoja. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Sasa uku like uku share na kusubscribe, ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa mura sahihi. Hii ni Fizi News 24 inayokuletea taarifa habari kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Mimi ni Safari Almas bye bye. Fizi News 24